Anauliza kwamba simu dukani bei yake ukienda kununua keshi bei yake laki, laki mbili mathalani, lakini ukiinunua kwa mkopo, wakikuuzia kwa mkopo wanakuuzia laki tatu, wanakuuzia laki tatu au laki mbili na nusu, laki tatu au laki mbili na nusu. Kwa hiyo ukinunua keshi laki mbili, ukinunua kwa mkopo ameita mkopo, ukinunua kwa mkopo unalipa laki mbili na nusu au tatu, na ulipaji wake unakuwa kidogo kidogo, bit taksit unalipa awamu kwa awamu kidogo kidogo. Je, vipi huu muamala? Kwanza huu muamala, hii ni biashara. hii ni bai walaysa qardan. Kwanza ifahamike hivyo kwamba hii ni biashara na sio mkopo. Kwa watu kwanza wabadilishe hapo, wafanya biashara na wale wateja wao kwanza walijue hilo kwamba muamala huu ni muamala wa biashara, sio muamala wa mikopo. Nukta ya kwanza, je, yafaa muamala huu kuuza kwa keshi la, la, la, laki mbili kwa taksiti la kitatu? Naam, inafaa kisheria muamala huu. Na wameulizwa ahlulilmi eh, kuhusiana muamala huu wa kuuza au kununua kwa taksiti, yani unamuuzia mtu analipa kidogo, kidogo. Eh, analipa kidogo kidogo. Maulama wameulizwa swali hili wakasema muamala huu unafaa kama alivyojibu swali hili eh, Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasema la basa bihi biijmai ahli lilmi, muamala huu wa taksit unafaa kisheria wala hauna tatizo kwa ijma ya wanachuoni. Kwa ijma ya wanachuoni, na akasema kwamba ziada hii inayokuwa imezidi pale mtu anapokuwa analipa kidogo kidogo, na akasema ziada hii haiingii katika riba haingi katika riba kwa nini? Kwa sababu eh, uhalisia ni kwamba mtu yani hawezi kuuza kitu hawezi kuuza bidhaa kumuuzia mwenzake kwamba na kuuzia simu hii utalipa baada ya miezi mitatu kwa bei ya sokoni. Mtu hawezi kufanya biashara hiyo, atafaidika nini? Sasa sawa sawa. Kwa hiyo sheria ya Uislamu imeweka miamala hii ili watu wote wafaidike, muuzaji afaidike na wewe mnunuzi pia ufaidike. Haya, mnunuzi unafaidikaje? Mnunuzi unafaidika kwamba wakati huo unaenda kununua, e, huna laki mbili kwa sababu keshi laki mbili na wewe laki mbili huna, lakini unahitajia nini? Simu. Sasa huyo muuzaji anauza ana, ana, ana kwa njia mbili ukienda kwa keshi laki, laki mbili unachukua simu yako na una unampa pesa yake. Lakini kama unataka kununua kwa deni, ukawa unalipa kidogo kidogo, inafaa inafaa. Sasa kisha kuwa unalipa kidogo kidogo, hii bila shaka pesa itazidi. Kwa hiyo akakwambia kwamba uh, nakuuzia simu hii utalipa kidogo kidogo, kila ima, kila wiki au kila siku, sijui wenyewe hajaeleza kwamba kila siku wanalipa au kila wiki. Nyinyi mtakuwa mnajua zaidi mnaofanya, mna miamala hii, au mnajua watu ambao wamefanya miamala hii ya simu, ambapo ni biashara zinafanyika eh, hapa kadi yako na sehemu nyinginezo. Eh, wanaita mikopo ya simu, eh, simu za mkopo. Lakini uhalisia hizi, huu sio mkopo, hii ni biashara ya taksiti, yani watu wanauziana kwa taksiti mtu analipa kidogo kidogo. Kwa hiyo mathalan e, anaambiwa simu hii bei yake ni laki mbili, lakini utalipa laki tatu. Utalipa e, kwa muda nakupa miezi mitatu au miezi sita, na ndani ya miezi mitatu huo umekamilisha gharama ya simu hiyo, mkakubaliana muamala huo, mkafunga mkataba, inafaa kisheria muamala huu unafaa kisheria, na wala haingii katika riba. Kwa hivyo wewe unanufaika kwa sababu umepata simu wakati huo na hela una na huyu aliyekuuzia atanufaika kwa sababu anauza za, zaidi ya ile gharama anayouza wakati mteja ameenda dukani akatoa keshi, kwa sababu atakapokuwa amekusanya yote pesa kutoka kwako atakusanya laki tatu, lakini simu ile ile akija mteja wa keshi ana, anaondoka na laki mbili tayari, ameshapata faida. Muamala huu hauna shida, ni albay'u bitaqsit, wala hakuna, hakuna shida eh, kisheria. Shida katika muamala huu unakuja jambo ambalo wanalifanya baadhi ya watu hivi sasa katika huu muamala, na hapa inahitajika wafanyabiashara pia wazinduke, wazinduke na waangalie namna ya kubadilisha mfumo wa kutoa hizo simu. Sawa, nime baada ya kuulizia nimefuatilia, nikabaini nika kwamba kuna utapeli unafanyika, kuna utapeli unafanyika katika hizi simu, kwamba watu wengi wakishachukua hizo simu huwa hawakamilishi kulipa madeni, huwa hawakamilishi kulipa yale madeni walioacha dukani. Sawa, sasa hii ni dhulma na inakuwaje? Inafikia hatua watu hawakamilishi kulipa, wakati zile simu zimewekewa password, zimewekewa pini, na kama hujalipa inafungwa ile simu. Maana yake ha ha haupatikani hewani, huwezi kuitumia, huwezi kuitumia. Ndio njia ambayo wameitumia katika kuwadhibiti watu ili wakalipe. Sasa kuna mchezo sasa hivi watu wako nao wanaita kuswapu, wanaita kuswapu. Sasa hiki ni kinyume cha au kifupi cha utapeli, ni kifupi cha utapeli, wakatumia lugha ya kitaalamu zaidi, eh, kuswapu. Kwa maana kuna wataalamu ambao vijana wa IT bila shaka wanaweza kufanya utundo huu, kutoa zile pini zile walizoziweka watu wa dukani, watu wa zile simu zile paswodi zile zoziweka ambayo kama hujalipa kila siku unatakiwa utoe elfu mbili mathalani. Kama kwa siku umepitisha hujalipa, simu inafungiwa, na ni halali waifunge, kwa sababu mekubaliana utakuwa unalipa kila siku, kwa usipolipa wana haki ya kufunga ile simu. Sasa kuna ujanja unafanyika wa kutoa ile pili, zile pini, wale waliochukua zile simu wanalipa kidogo, ima wanalipa mwezi mmo, ndani ya mwezi mmoja, baada ya hapo wanawatafuta wataalamu wanaoweza kutoa zile pini, wanaenda kwao, wanaeleza kwamba na simu hii, naomba unitolee pini ili niweze kuiuza, au anampelekea yule mtaalamu wa kuswapa, yule mtaalamu wa kufanya ujanja huu wa utapeli eh, na mtaalamu wa kufanya dhulma, akamwambia hii simu nauza, hii simu hii nauza laki mbili na nusu au laki tatu, lakini na pini naomba kwanza uifanyie mambo kwanza, fanya mchakato wa kuitoa roki kwao. Yule kijana anafanya mpango wa kuitoa ile pini, ili simu ile aweze kufanyaje, iweze kuuzika. Bila kutolewa pini haitouzika ile. Sawa. Sasa muamala huu ni haramu. Muamala huu unaofanyika ni haramu, na kitendo hiki wanachokifanya hawa vijana e, cha kuswap, wanaita kuswap ni haramu. Kwa wale wanaochukua hizi simu dukani wanakuwa wanafanya haramu kwa sababu wanawadhulumu wenye maduka kwa kuto kukamilisha zile pesa ambazo wamekubaliana, huweza kuzikamilisha. Najua wajua ya kwamba wa, wa, bado wana madeni. Hata mtu akifa ajue ya kwamba anakufa na daiwa dukani, deni la simu. Lakini pia wale vijana ambao mmekaa ofisini au mko mitaani kazi zenu ni kuswapu, yani kufanya mikakati ya kuondosha zile pini kwenye simu ambazo watu wamezinunua dukani kwa taksiti, kwa kulipa kidogo kidogo, mkashirikiana nao kuzitoa hizo pini, ili waweze kuziuza na wasiende tena kulipa dukani. Fahamuni ya kwamba mnafanya haramu, muamala huo mnaofanya ni haramu.

Kwa hivyo vijana, hasa hasa vijana, tahadharini na jambo hilo so, sababu vijana wengi wanafanya. Wabil hususi vijana ambao wanajinasibisha na manhaji, wako baadhi ya vijana ambao wanajinasibisha na manhaji salafi wanafanya miamala hii ya kuswapa. Hadha haramu, haitakikani kabisa. Eh, kijana wa Kiislamu, hata kama si hujihusishi na manhaji salafi, kijana wa Kiislamu haitakikani kufanya miamala kama hii ya haramu. Dhulma ya wazi kabisa, unajua kabisa mtu huyo anataka kudhulumu hii simu, na wewe unashirikiana naye kufanya dhulma, hadha haram. kwa hivyo eh, huu ni muamala ambao unafanyika sana eh, hivi sasa mitaani. Kwa hivyo wale ambao wanaofanya muamala huo wafahamu ya kwamba eh, ni haramu eh, katika jambo hilo, na Allah tabarak wa taala amekataza ya ayyuha lladhina amanu, enyi waumini, la takuluu amwalakum